Wapendwa karibu, umekuwa unapitia mambo ya kiuchawi uchawi. Kuna watu ambao wana wana matatizo katika maboma zao, katika manyumba na katika maeneo za kazi. Unaona kama kuna vituko vya uchawi uchawi uchawi vinatendeka. Kuna watu ambao uchawi umechimbwa kwa maboma, sasa vitu vinatembea kwa boma, vitu ambavyo si vya kawaida. Vituko vinafanyika katika maeneo ya kazi, unashindwa ni nini inaendelea vituko vinafanyika. Hata kuna mchungaji alikuwa ananiongelesha vituko vinafanyika kanisani kwa compound yake na kwa kanisa ndani, vituko vya kiuchawi vinafanyika, na ni kanisa, ni jengo la kanisa na waumini wanaabudu ndani kila wakati, lakini vituko vinafanyika ndani ambavyo ni activity ambazo zina hazitokani na Mungu, zinatokana na uchawi fulani. So kuna watu ambao wanapitia mambo hayo kazini, nyumbani hata uh, maeneo pa biashara, maeneo ambao wana, wanaishi mabomani, unakuta kuna vituko, kuna vitu vinatembea katika nchi, katika nyumba, kuna wengine ni matatizo katika mwili wao, vitu vinatembea kila maeneo, activities za kiuchawi. Ninaposema activities za kiuchawi uh, nafikiri wale ambao mnaangalia, mnajua ni activities za kiuchawi ni vitu vya aina gani. Sasa kama kuna jambo mtu wa Mungu, ambalo unaona kuna activity unaona vinaendelea na hizi vitu, ukiangalia vizuri, unaona hizi vitu hazitokani na Mungu, na hizi vituko si vya kawaida. Wengine ni sana, zinatoka tu juu, zinapasuka. Wengine ni vitu vina vina vinatoka vina mahali pake, vinaenda mahali ambapo si kwa kawaida. Wengine ni ni ni kama tuseme kama nguo zako zinaumwa na panya kiasi ya kwamba tukiweka mahali pazuri, namna gani panya zitaingia ziume? Wengine yani, ni vituko kwa compound. Haviishi kwa rufu, vinatembea kila mahali, ukisensi kazini, ofisini, nyumbani mwako, ofisini, biasharani, kuna vituko vya kiuchawi. Fanya hivi, mtu wa Mungu, iwezekana kuna mazingombo alichimbiwa chini, ndio maana iko hivyo iwezekana kuna madhabahu fulani yamewekwa mahali ya ambapo jui, ndio maana kunachangia shida ile. Fanya hivi, umekuwa ukifunga, umekuwa ukiomba, umekuwa ukitafuta uwepo wa Mungu, lakini hiyo vituko viko mapaka, inalia isia kawaida, nyoka zinatembea visio vya kawaida, vituko vya kila aina, basi um, tafuta siku ambao umezaliwa, ile siku ambao kwa kizungu ninaita Spiritual Market Day. Hiyo siku umezaliwa ni tofauti na tarehe uliyozaliwa sasa ile siku ndio nasema, simaanishi tarehe, ninamaanisha siku. Chukua ile siku ambayo umezaliwa, hiyo siku katika mande mpaka Jumapili, kuna siku ambao umezaliwa, hiyo siku ndio utataimiana nayo mkojo wako wa kwanza wa siku. Haijalishi utatoka saa ngapi, kutoka saa sita uangalie sana, utakaposoka saa saba saa nane saa tisa saa kumi wengine wanakaa mpaka saa kumi na moja hata kumi na mbili ndio wanaenda short call. So utakapotoka ule wa kwanza utauhifadhi, na uchanganye maji ndani, uchanganye chumbi ya bahari ndani ya baharini, ile chumbi ya mawa nyeupe ile, uombe vile huwa unaomba tu, lakini unaomba kama hizo, unatayarisha hiyo iwe silaha ya kuondoa na ku to nullify, kuharibu ule uchawi kabisa. Unapomaliza kuomba juu yake, utanyunyiza hiyo maeneo pote penyu unafikiria, na uwe wa kwanza kuamuka. Kama mnaishi wengi, uwe wa kwanza kuamuka na kunyunyiza hiyo, na uwe una uwezo kwamba wewe una uwezo wa kufagia pale. Ukifanya hivyo kwa nyumba ya mtu mwingine ama maeneo kwa ofisi nyingine ya watu wengine wengine, bila kukujua, lazima upewe ruhusa na mwenye hiyo sehemu. Kama unataka kumwomba ruhusa, umpatie umwombe ruhusa lakini kama unaweza kufanya kisiri, wewe unaona kwamba uchawi huo unakulenga wewe, haulengi mwenyewe, lakini unakulenga wewe mwenye unafanya kazi pale. Sasa unaweza kuifanya kisiri bila yeye kujua, ikiwa huo uchawi unaona kama unakulenga wewe. Lakini kama ni jambo ambalo lina afekti maeneo pote unaona kama hata mkubwa wako hajui na wewe umejaliwa kujua, unaweza ulete hiyo mawaidha kwake aweze kusikia, aone kama kweli anatambua kuna uchawi hapo. Lakini asipoona uh, kwamba anatambua na wewe unatambua, basi itakubidi ufanye kisiri. Fanya hivyo nyingiza mikojo hiyo, kama itakuwa ni michache, changanya ndani ya maji, uweke chumvi ndani, uombee uombe kwamba ni silaha ya vita itakaofukuza na kunalify uwezo wa uchawi wote uliofanywa katika ardhi uliofanywa unaosababisha. Maana ukiona vitu vinafanyika hivyo, ujue kuna madhabahu ya adui ambayo imewekwa, mali navutia hizo vitu kutembea hivyo. Kuna mwanamke alipigia simu kutoka Marekani vitu Texas, vitu vilikuwa vinatembea kwa mwili kwa muda mrefu sana. Nafikiri alikuwa eh, Texas kule vitu vinatembea, ameenda kila mahali vitu vimekataa, vinatembea napimwa, haipatikani chochote anaenda kwa ombaji na kuwa nini. Sasa kuniongelesha alifanya screening, nikamtumia product ile, product alimwambia mwage kwa maji na akaoga. Sasa nikajipaka yale mafuta ambayo naitwa destroyer oil. Sasa vile vitu ikapatikana kwamba katika mwili wake kulikuwa na vitu ambayo makato fulani aliyokatwa kitambo na watu fulani, sijui ni mganga ama nani Alimsaidia, sijali, alikuwa anamtibu ama alikuwa anafanya nini. Sasa ile sehemu ya kukatwa ile, maalama ile, vitu waliweka, waliweka pale, ndio vinasaidia ile vitu kutembea kwa mwili. Nilimpatia mafuta yanayopakwa pale ya destroyer oil, ambao ukipaka pale kwa muda kipindi kile itakapoisha, kile kitapeanwa basi, ile vitu vitavunjika ule uwezo na connection pale ya mawasiliano inaitwa point of contact itaharibiwa sasa hakutakuwa na movement yoyote ambayo itatembea ndani ya mwili ule, mtu alipona. Kama kuna mtu kama huyo na kuna matatizo kama hayo kwa mwili, basi tofauti na kudili na maeneo, basi tuna hizo suluhisho ya vitu vinavyotembea kwa tumbo, kwa migongo, kwa mwili, kwa miguu, aulali, kwa kichwa. Kuna watu wa aina hiyo. Mama mmoja nimemhudumia kutoka Marekani, ana shida hiyo hiyo upande wa nini, Texas na huyo mwingine mwenye nimetaja huyo, na mwingine kutoka Jamaika alikuwa na hiyo shida, na mpaka sasa hivi nashukuru Mungu, awasaidie wa mtakapoona video hiyo iwasaidie hiyo video. Uapply hivyo na ufuate hivyo, utapata suluhisho. Asante si. Mungu akubariki, tukutane kwa video nyingine. Bye bye.